Makamu mwenyekiti, viongozi wote meza kuu, wananchi wa Ukonga, assalamu alaykum. <coughs> Bwana Yesu asifiwe sana. <coughs> Ndugu zangu, wananchi wa Ukonga, kama mlivyoambiwa, anaitwa Suzan Lyimo, mbunge mstaafu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa baraza la wazee taifa, na tumekuja leo hapa Ukonga kuja kuwahamasisha mambo mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu. La kwanza, ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba Tanzania ni nchi tajiri sana, lakini wananchi wamekuwa maskini, na umaskini huu sio kwa kudra za Mwenyezi Mungu, bali ni kwa ajili ya viongozi wabovu wa Chama cha Mapinduzi kwa takribani miaka sitini na tatu sasa, wameongoza nchi hii toka uhuru Kiwa cha na, na chama cha tano na baadaye mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba tano ikaungana na chama cha Afro Shirazi Pati, tukapata CCM mpaka leo wanatuongoza, lakini tunaona mambo yanazidi kuwa mabaya. Uongo uongo. Leo hii hapa akase, tukasema kwamba jamani, vijana wenye shilingi milioni moja mtaji ndio wataenda binguni, wangapi wataenda? Hakuna, sio hiyo ndiyo CCM, ambapo Dar es Salaam tuna bandari lakini wananchi wake ni maskini. Ndugu zangu wananchi wa Ukonga, jambo jingine ambalo nataka niwaambie ni kwamba mnajua mwenyekiti wetu Tundu Antiphas Lissu amehukumiwa au ametuhumiwa kwa kesi ya uhaini na sasa hivi yuko hapa Ukonga, tarehe 24 Alhamisi ya wiki ijayo ndiyo kesi yake itakuwa katika mahakama ya Kisutu. Ninawaomba viongozi na wanachama wote na hata wasio wanachama, wapenda haki, kwa sababu Lissu alikamatwa kwa kupigania haki za wanyonge wa Tanzania hii, akipigania rasilimali za Watanzania. Kwa hiyo tunaomba kwa kuonyesha upendo kwake, tarehe ishirini na nne kwa pamoja tukutane Kisutu. Wangapi watakuja Kisutu? Asanteni sana. Jambo la mwisho ndugu zangu, nataka niwaambie, sisi tunapinga kwenda kwenye uchaguzi, tutazuia uchaguzi, tunasema no reform. tunasema kwa sababu mifumo ya uchaguzi inakipendelea Chama cha Mapinduzi, wote mnajua, mkisoma katiba yetu ibara ya sabini na nne kifungu cha kumi na mbili.